DW, habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi: viongozi wa Ulaya wameridhia nyongeza ya matumizi kwenye sekta ya ulinzi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema unachama wa NATO asiotoa mchango wa kutosha hawapaswi kupewa ulinzi na mapigano kati ya vikosi vya serikali mpya ya Siria na makundi tiifu kwa rais aliyeondoliwa madarakani Bashar al Asad yamesababisha vifo vya watu sabini. <mucho> Habari kamili. Brussels, viongozi wa Umoja wa Ulaya wameahidi kutanua kwa kiwango kikubwa ushirikiano wa mataifa yao kwenye sekta ya ulinzi, Ahayo, ya ulinzi baada ya miongo kadhaa ya kusuasua. Hayo yametangazwa wakati wa mkutano wa kilele uliofanyika jana kwenye makao makuu kwe ya umoja huu mjini Brussels. Hatua hiyo kwa sehemu kubwa imechangiwa na mashaka yanayoongezeka kwa Marekani iliyo mshirika wa siku nyingi wa nchi za Ulaya inabadili mwelekeo tangu kurejea madarakani kwa rais Donald Trump. Viongozi wa Ulaya wameingiwa wasiwasi kwa Washington inawatupa mkono na huenda watalazimika kujilinda wenyewe katikati ya kitisho cha kiusalama kutoka Urusi. Kwenye mkutano huo wajana, wa jana viongozi wa nchi ishirini na saba wanachama umoja wa Ulaya wameridhia kuondoa vizuizi vya kibajeti ili kuziwezesha serikali kwenye kanda hiyo kuongeza matumizi ya kijeshi. Vilevile wameitaka Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya ambacho ndiyo chombo cha kiutendaji cha umoja huo kutafuta njia nyingine za kuongeza matumizi kwenye sekta ya ulinzi kwa nchi zote wanachama Washington. Rais Donald Trump wa Marekani kwa mara nyingine ameibua mashaka kuhusu dhamira yake ya kuulinda mshikamano wa jumuiya ya kujihami ya NATO baada ya kurejea kusema kuwa nchi zisizotoa mchango wa kutosha hazistahili kupewa ulinzi. Trump aliwaambia waandishi wa habari hapo jana akiwa ikulu mjini Washington kwamba hatuzilinda nchi wanachama wa NATO ambazo hazitengi bajeti ya kutosha kwa ajili ya ulinzi. Matamshi ya aina hiyo na ya kila wakati kutoka kwa Trump yanatishia kuweka rehani mshikamano wa mfungamano huo wa kijeshi unaoundwa na madola 32 kwa dhima ya kutoa ulinzi wa pamoja. Tangu aliporejea madarakani mwezi Januari mwaka huu, Trump amezidisha shinikizo kwa nchi wanachama wa jumuia ya NATO kuongeza matumizi ya ulinzi kufikia asilimia ya tano ya pato la taifa kutoka asilimia mbili iliyokuwa inapendekezwa hapo kabla. Amesema nchi zisizotimiza kiwango hicho zinaweza zisipatiwe ulinzi chini ya mwamvuli wa NATO, ambayo mkataba wake unajumuisha ibara inayotaka wanachama wote kusaidiana kijeshi pale mmoja anaposhambuliwa. Damascus, mapigano makali kati ya vikosi vya usalama vya Syria na makundi ya watu wenye silaha yanayomtii kiongozi aliunduliwa madarakani Bashar al Assad yamesababisha vifo vya watu sabini. Taarifa hizo zimetolewa na asasi ya kiraia inayofuatilia hali ya haki za binadamu nchini Siria. Asasi hiyo imesema makabiliano hayo kwenye mji wa mwambao wa Jablea na vijiji jirani ndiyo makali zaidi kushuhudiwa na utawala mpya wa Siria tangu Assad alipoangushwa Desemba mwaka jana. Mji huo unapatikana kwenye jimbo la pwani ya bahari ya Mediterania la Latakia, eneo ambalo ndio kitovu cha jamii ya wachache ya Asad ya Alawit waliokuwa nguzo ya utawala wake. Afisa mmoja wa usalama amesema shambulizi lililopangwa kwa ustadi kutoka kwa wafuasi wa Asad lilivilenga vituo vya upekuzi na maafisa waliokuwa kwenye doria kwenye mji wa Jablea. Taarifa zinasema wapiganaji wanaomuunga mkono Assad wamewaua maafisa usalama ishirini na wanane wa utawala mpya wa Siria, huku wenyewe wakipoteza pia makumi ya wapiganaji. Raia wanne pia wameuawa kwenye machafuko hayo. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Sydney, Maelfu ya wakazi mashariki mwa Australia wameamriwa kuondoka kwenye nyumba zao kutokana na kitisho cha kimbunga Alfred kinachotarajiwa kuwasili kesho Jumamosi baada ya kuyapiga majimbo mawili ya pwani ya nchi hiyo. Kimbunga hicho kinachosafiri kwa kasi ya kilomita mia moja kwa saa tayari kimeleta balaa kwenye majimbo ya Queensland na New South Wales usiku wa kuamkia leo usambazaji wa umeme umetatizika, fukwe zimechimbuliwa kwa wingi wa maji na viwanja vya ndege vimefungwa. Idara ya utabiri wa hali ya hewa imesema kimbunga Alfred kinachoambatana na mvua kubwa kitakuwa na kasi kubwa zaidi kitakapowasili mji wa kaskazini wa Brisbane ambao ndio watatu kwa wingi wa watu nchini Australia. Waziri mkuu wa nchi hiyo Anthony Albanese amewataka raia wa nchi hiyo kuwa makini na kuepuka kufanya matembezi ya kitali au kutaka kwenda kujionea hali inavyokuwa wakati wa kimbunga. Kiev, vikosi vya Urusi vimefanya mashambulizi mapya droni kwenye mji wa mwambao wa bahari nyeusi wa Odessa usiku wa kuamkia leo na kuharibu miundo mbinu ya nishati na kusababisha moto. Hayo yameelezwa na gavana wa mji huo Ola Kipa kupitia mtandao wa kijamii wa Telegram. Amesema kwenye viunga nje kidogo ya mji wa Odessa, nyumba tatu za watu binafsi zimewaka moto na miundombinu ya umeme imeharibiwa. Mashambulizi ya droni za Urusi zimeuti yameutikisa mji huo kwa karibu siku ya nne mfululizo ndani ya wiki hii. Hapo Jumatano usiku watu wawili walijeruhiwa, huku mtu mmoja alikufa siku ya Jumanne baada ya kuangukiwa na mabaki ya makombora. Uharibifu wa vituo vya kufua umeme au kusambaza nishati hiyo umepelekea kukosekana umeme pamoja na huduma za maji au vipasha joto majumbani. The Hague Sudan jana imefungua kesi kwenye mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa ikiutuhumu Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, kukiuka mkataba wa kimataifa wa kuzuia mauaji ya kimbari kwa kuwapatia silaha na fedha kundi la wanamgambo wa RSF. Mahakama hiyo ya kimataifa ya haki imesema kesi ya Sudan imejikita kwenye matendo inayodai yamefanywa na kundi la wanamgambo wa RSF ikiwemo mauaji ya halaiki, uwizi wa mali, ubakaji, kulazimisha watu kukimbia maeneo yao, uharibifu wa mali za umma na ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya jamii ya watu wa Masalit. Kwenye kesi hiyo Sudan inaituhumu UAE kuwa mhusika kwenye matendo hayo kupitia uungaji wake mkono wa moja kwa moja wa kifedha, kisiasa na kijeshi kwa kundi la RSF. Umoja wa Falme za Kiarabu umehitaja kesi hiyo kuwa mbinu ya Sudan kujisafisha mbele ya umma na kwamba haina msingi wowote wa kisheria wala ukweli. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. bon